Amenukuliwa mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi, anasema baadhi ya viongozi ni kama wana tatizo la afya ya akili mm. kuna nyakati ambazo kwa tunasikia kwamba bwana kuna viongozi ka, kauli ya mtaani wanachekea hmm. chooni hmm. hmm. Ukimsikia pia nukuu ya bwana Magoli anakuambia kuna viongozi wanafurahi Simba ikifungwa, na kwenye mkutano wao unasikia tayari kuna ajenda ambazo wanayo wanadai na watu wanataka kuzipenyeza. Saizi wewe kwa jicho lako la kitala unafikiri shida ya Simba yaani, ni nini yaani tatizo ni nini? Ni aina ya, ya viongozi waliokopo pale, au kuna watu ambao naamini wao wenyewe binafsi ndio wana shida, sio mfumo wa kiuongozi? Kwanza, shida ya Simba mm. ni mfumo ambao umeshindwa, mm. kutengeneza utaratibu wa kuiendesha ofisi. mm. Lakini la pili ni ukosefu wa maadili kwa baadhi ya viongozi wa Simba. mm. Sole, naongea hili, na ndio maana mm. hata mkurugenzi mimi ni mwenyekiti wa bodi akadiriki kusema kuna watu ambao Simba ikifungwa wanacheka, wanacheka. maana yake nini? mm -hmm. kuna watu ambao wapo Simba kwa ajili ya matumbo yao, hawapo kwa ajili ya maadili ya uongozi mm -hmm. hiyo ni shoti uwezo kufaulu. <tipi> yeah. Sasa mimi ni mwombe magoli amtajia ambaye anacheka mm -hmm, kama chuma cha Mjerumani, lakini pia hao, kama Simba imefikia mali ina viongozi ambao wana changamoto ya afya ya akili basi huu ndio muda wa kuwajua, Magoli. Yeah. Hatuambie ni akina nani? Nani? Kwa sababu kumbe Simba tuna, tuna, tumepata jawabu. Inashindwa kufikia malengo kwa sababu ina viongozi ambao wana changamoto ya afya. Hawa hawako timamu, huwezi Hawa <laughs> kuchukua ubingwa <laughs> na hiki ni kilio kingine, na watu, kama una kiongozi ambaye hana changamoto ya afya ya akili hmm, utachukua ubingwa? Huwezi kuchukua ubingwa. Hmm. Kwa hiyo hata Simba imefungwa mara sita na Yanga kwa sababu ya haya kuna viongozi ambao wana changamoto ya afya ya akili, na Simba ikifungwa huenda kuchekea chooni.